Lakini leo nataka nitamke kwenye bunge hili, raisi anafanya kazi nzuri sana na aendelee kuifanya. Bahati nzuri tumekuwa na raisi kama mbunge mwenzetu kwa miaka ishirini, anatujua wabunge, anaijua nchi, anajua namna ambavyo tuna tabia za kuzusha. Hawezi kubabaishwa na maneno yanayotoka humo. Tumekuwa na malalamiko katika nchi yetu kwa miaka mingi sana kwamba serikali yetu inalindana, mtu anaharibu hapa, anahamishiwa hapa, mtu anaharibu hapa. Amekuja rais wa mabadiliko, ukiharibu, unakwenda. Kwa hiyo ndugu zangu sha wala hakuna mtu anayeshindwa kumshauri, ila nataka niwapongeze sana. Mimi mara chache sana huwa nawapongeza wabunge wa upinzani, lakini safari hii nataka niwapongeze. Nawapongeza kwa sababu wamejitoa muhanga. Wanaposimama kusema serikali imefilisika, msifikiri wanaisema serikali, hapana wana sehemu wanayolenga, kwa sababu ili ujue kwamba huyu mtu amefilisika, kuna vielelezo. Cha kwanza lazima ashindwe kulipa madeni. Mtu akishindwa kulipa madeni, jua amefilisika. Kwa hiyo, wabunge wa upinzani, wa acheni woga, badala ya kusema serikali imefilisika, serikali inayolipa mishahara, serikali inayokulipeni nyie, serikali inayosomesha watoto bule, badala ya kusema imefilisika, tamkeni wazi kwamba Mbowe umefilisika, maana umeshindwa kulipa madeni kuna sababu ya kuzunguka zunguka, unapiga kona, tuambia sisi. Tuje tuchukue fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa rais, ameteua wakuu wa mikoa wengi wazuri, lakini wachache nitawataja hapa. Wa kwanza Mrisho Gambo, nampongeza sana. Wa pili mkuu wa mkoa wa Dodoma Rugimbana Jordan, nampongeza sana. Wa tatu mkuu wa mkoa wa Mwanza, nampongeza sana Mongera, anafanya kazi nzuri. Rais anawajua watu wake anapowapanga anajua kabisa. Big up sana Dr Magufuli, endelea kufanya kazi ukiamini kwa watu wanaokuombea. Na waheshimiwa wabunge, nataka niwaambie msamiati mgumu sana, ni bora mtu ufe mawazo yako yabaki hai kuliko mtu uwe hai afu mawazo yako yao yamekufa, hujue wee umepotea kabisa. Hatuwezi kuogopa kuchukua hatua. Leo hii tunasimama ndani ya bunge hili, tunasema utumishi ni uti wa mgongo kwenye utumishi haitakiwi kuingia siasa. Inakuwaje mtu aliyefikia levo ya kuwa mtu mkubwa mpaka katibu mkuu, leo mbunge wa CHADEMA alianza lini? Alianza lini? Lazima alianza akiwa huko huko utumishi. Ndio maana lazima tufukue kila sehemu kuangalia, tunao watumishi au tunao watu wanaopiga porojo za siasa badala ya kufanya kazi. Lazima tusimamie nidhamu kama kuna mtu anafikiria kwamba eti tutakuwa na taifa ambalo halina mabadiliko haiwezekani. Tumeyaomba sana mabadiliko tumelala, tunasisitiza tuna kwamba tunataka mtu atakaye kuja kubadilisha. Kama kuna mfanyakazi anaenda kazini akiwa hana hakika kwamba ajira yake ipo sawa sawa, yeye akachape kazi, kazi pekee yake ndio itasababisha ajira yako iendelee kuwepo bunge. Tusidanganyane hapo, waheshimiwa wabunge, tunasimama hapa kuja kusema oh, kwenye kikao cha chama cha wabunge sehemu amepewa hela. Wapewa hela na nani? Mbona nyinyi mnachangishwa kila siku hapo wa... wabunge wanachangishwa kila siku milioni moja moja, wengine wakaja wanalia, Lusinde angalia meseji hii, tunatakiwa tutoe milioni moja moja kwa ajili ya kesi. Mbona siatuya semi yenu? E, sisi tupewe pesa na nani? Wabunge wote tulipewa fursa ya kwenda kukopa, kila mbunge kakopa, wengine wamekopa mia mbili, wengine mia tatu. Leo hii hujoupewe milioni kumi ili iweje? Ni kutuzalilisha tu msichukue fursa hiyo kutudhalilisha wabunge wa nchi wa wote wa upinzani wa CCM tulipewa fursa, tumekopa hela nyingi. Hakuna mbunge wa kuongoa milioni kumi, wala wa kupewa milioni moja. Ndio maana nyie mnachukua hela zenu kukichangia chama chenu, hakuna mtu anayewazungumza kwayo. Na ushauri sana na kushauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati huu ambapo tunazungumzia mpango, baada ya kuwa nimeshawapa dawa kidogo, ni vyema tukajikita kwenye sekta binafsi serikali Serikali imeambiwa, uti wa mgongo ni sekta binafsi. Sekta binafsi, rais anakwenda kufungua kiwanda, kuna watu wanapiga kelele tena, unaenda kwa baresa Ara. sekta binafsi, kuna mtu mjasiriamali, jamani, katika nchi hii anayemfikia baresa? Sasa vipi baresa akimuita au akimuomba rais kwenda kufungua kiwanda chake, uhalamu wake uko wapi? Au baresa kuacha kuwachangia wapinzani ndio imekuwa nongwa, shangaa unaanza kumlaumu wetu kwa nini rahisi kenda kufungua kiwando cha Baresa kampa na ardhi. Kuna vivutio vya kuwafanya wawekezaji wa ndani nao waweze kuwekeza. Mweshimua Mwenyekiti, nikuombe Mweshimua Waziri Mpango, kelele unazozisikia uchumi wa ndani una busta yake. Busta yake ni kuwalipa wadeni wa ndani. Ukiweza kuwalipa wadeni wa ndani, hela itaonekana mtaani na hizo kelele zitapungua. Mnapokumbuka madeni ya nje ni sawa, lakini kumbukeni na madeni ya ndani. Kuna wazabuni mbalimbali waliofanya kazi kwenye serikali. Hawa wakipata pesa, mzunguko wa pesa ndani ya nchi nao unaonekana. Kwa hiyo tunawashauri serikali, mwangalie pande zote. Mnaposomesha bure, tunaona. Mnaponunua ndege, tunaona. Tunajua yatasemwa mengi, lakini endeleeni kufanya kazi, kwa sababu hata Mungu angeleta majadiliano na wananchi yasingekuwa, hicho kikao kisingeisha. Ndio maana ukaona akakaa mbali akaamrisha, kama ni mvua mvua, kama jua jua. Mwambie rais tunamuunga mkono, kazi anayofanya ni njema. Tumepata rais wa kunyooka, akinyooka na jambo linaenda kama alivyopanga, na ndicho tunachokitaka. Kuna watu wanalalamika hapa, oh, rais anafanya kazi yeye mwenyewe. Alafu mimi nashangaa hao jamaa wanasema, alafu wanajijibu wenyewe. Wananikumbusha Sauli kwenye Bibilia alipokutana na kibano cha Mungu Sauli alisema yani, ni nani wewe Bwana? Yaani aliuliza swali alafu akajibu kwamba huyu ni Bwana. Ndio hapo huku unasema rais anafanya kazi zote, huku tena unabadilika unasema rais anawatisha watumishi. Mtu anayewafanyia kazi zote atawatishaje za wakati zote anafanya mwenyewe Tunataka rais anyooshe hii nchi na tuna uhakika Magufuli nchi hii atainyoosha kutoka pale ilipokuwa imeishia kwenda mbele zaidi. Na nawaambia, moja moja ya vitu ambavyo nataka Watanzania watusaidie elfu mbili na ishirini. Nchi zetu za ulimwengu wa tatu hizi, kuwahi kila kitu nao ni tatizo. Hata kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi tuliwahi, ndio maana mnaona hoja zenyewe. Mheshimiwa Lusinde, naomba umalize muda wako. Mkisha nimalize sasa, unaingiaje bungeni kujadili kaptura ya mfalme wa Moroko? hiyo inahusiana gani? Na matatizo ya wananchi. Wewe